Uh, niseme ongela eh, kaka mkubwa, kwa maamuzi uliweza kuyafanya ya kuamua kubadilika na kuokoka. Mimi ni moja kati ya niliyekuwaga fansi wako kwa kipindi kile kidogo, kabla sijaokoka 2017 kushuka chini Kabla sijaokoka niliwahi kuwa shabiki wako na nilikuwa nakufuatilia sana. Nikupongeze kwa namna ambayo umeamua kuchukua maamuzi ya kuokoka. Lakini pia eh, niwe na maneno haya juu yako. Hayo ni kwa ajili yako eh, ambayo nitaka ikiwezekana basi huwe na namna ambayo najaribu kuonyesha sasa kwamba kuna nini ambacho ungetakiwa ukifanye ambacho kingetafsiri maana halisi yako ya kuokoka. Vinginevyo yaweza ukabaki kwenye hatua ile, ile. Kitakachokuwa kitakachokwada kimebadilika ni jina tu, lakini ukakuta e, yule aliyekuwa anaitwa Samiri akaani yule ile, kilichobadilika tu labda namna ya nyimbo nyimbo, najua mwanzo ulikuwa naimba labda ambazo za kinyulinyuli na mambo mengine mengine, lakini sasa katika Kristo Yesu yawezekana sasa, yawezekana ukaa unaimba kuhusiana na rudi na rudi, labda nimekurudia Yesu, na hata angalia comment nyi, baadhi niliona comment, sijasema, nisiseme nyingi. Niliona mojawapo ambayo kuna mtu akao nasema we nadhani tu umeona labda pengine kwenye Bongo Fleva kuna njia sasa hivi umeamua kubadilisha, umeamua kupita kwenye gospel ili pengine nako uweze kupata chochote kitu. Sasa kwa nini pengine anaweza akawa mtu ana uwezo wa kutumia lugha hiyo? Kutumia lugha hiyo kwako ni kwamba pengine unajua, mimi nijuacho kuokoka ni kufika hatua mtu mwovu anakuwa hana uwezo kukufanyia mzaha, anakuwa hana uwezo wa kukufanyia mzaha, anakuwa anaelewa wewe jamaa ni watu fulani mliomaanisha sana. Mimi pengine nitoe tu historia kidogo ya juujuu. Mimi siku nilipoamua kokoka 2017 ilikuwa mwezi wa tano tarehe 27 siku ya Ijumaa usiku ndo niliokoka. siku iliyofuata nilienda kunyoa nywele, nilienda nikiwa nimenyoa kiduku, kama hizi picha unaweza kuziona hapo. Nilienda paka kanisani, nikapewa ushauri kwamba ukitaka kuokoka, basi hebu ondoa na hiki kitu. Siku iliyofuata ambayo ilikuwa ni siku ya Jumamosi, nilienda kunyoa nywele kwenye saluni iliyokuepo mazingira pale karibu na kanisa. Wakani sasa, kwani unanyoa nywele nzuri hivi ye, una, kama hivi unavyo nilivyonyoa hivi kawaida nilivyoenda kunyoa kwa hiyo basi kwani una, unanyoa nywele nzuri kabisa hivi ambazo sisi tunazitamani. Na wakati huo nilikuwa nimetoka Dar es Salaam. Kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma sina hata muda mrefu, na ifahamike kidogo ki Dar es Salaam kuna kwa kuna namna fulani ya matunzo matunzo, na Dar es Salaam kuna namna fulani ya kuzitunza nywele na nini na kujiweka kwenye namna fulani nadhifu sana. Kwa sasa wakawa mnembe zekanaji. Mwisho wa siku nikaambia nimeamua kuokoka. Sasa katika vile walivyokuwa wakinitazama maamuzi niliyo yachukua ya kunyoa nywele ambazo kwa sehemu kubwa e, kwa kijijini ndo fashion, kwa huko Dodoma ndo fashion ilikuwa hizo wanazoniona hapo. Basi kwa namna moja ama nyingine walikuwa wanajaribu kuona kweli wao ume- umeamua kweli kweli, na hata kama waliendeleza mzaa yoyote, walikuwa wanaleta mizaa kujaribu kunipima tu, lakini kwa kadri walivyozidi kunicheki walijua, huyu jamaa kweli kamaanisha kubadilika. Sasa nataka nisome hapa, some hapa maandiko fulani pia katika Wakorinto, nasema hivi e, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, amekuwa ndani ya Kristo kuwa ndani ya Kristo ni kupi? Ni kuanza tamaduni mpya. Unaishi katikati ya dunia ambayo pengine yenyewe ina tamaduni zake, lakini wewe unasimamisha tamaduni ya Kristo Yesu. Hii Biblia, pengine tu ni kwamba wengine mmeangukia kwenye makanisa ambayo hawajaribu kuwaonyesha wokovu ni nini. wokovu ni kitu analogi ila sasa, kulingana na dunia tunayoishi sasa, najua hata hapa anapoweza kuongea inawezekana ikawa hata kwenye kanisa unalosali au aidha kanisa lolote huko mjini ambao utaingia, lazima ukuta wamenyoa viduku na uvaaji ukaa tu ni wenye ukakasi kama tu ni vindevu na kuta wamechonga chonga. E, tindo, tindo zote mikucha kucha kupaka rangi, wanawake kujipaka kwenye kwenye midomo melipostiki, kuvaa suruali kwa mwanamke, yani inakuwa ni kawaida kabisa. Tukisema kwamba nimeamua kuwa Kristo manake nimeamua kuwa mali ya Kristo, nimenunuliwa kwa samani yake. Yako maandiko mengi hapa, ila sikusomei liko andiko jingine, nasema kwamba sasa, mvaeni Kristo, msienende tena kama kule kale, mvaeni sasa Kristo. Mali pengine kwenye Warumi kumi na mbili mstari kuanzia kwanzia kwanza, sema itoeni miili yenu, sio roho, itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu iliyo hai ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Kwa hiyo nisemacho ni kwamba mwili una uwezo ukaakisi huyu mtu ni mdunia au huyu mtu ni ana Mungu yako maandiko hapa ni kusomea pengine yanayokataza moja kwa moja kunyoa viduku au kunyoa pembe za ndevu. Nisome mahali fulani hapa katika mambo ya Walawi, ile sura ya kumi na tisa msari wa ishirini na saba anasema hivi: msinyoe denge, pembe za vichwani, wala msiharibu pembe za ndevu zenu, msinyoe pembe za vichwa, yani denge denge ni hivi kunyoa hivi, kupalua pembeni huko, afu pembe za ndevu zenu, hii ambayo unakuta unachongea, kama unaamua kuchonga au kunani, kunyoa nyoa zote kama una, una un, unataka kwamba zibaki zibaki zote, lakini sio hii. Kuchongachonga ni usela hii siji kuchonga, kupalua pembeni ni usela kwa kitakachokuwa kimebadilika, wakati mwingine sasa tu ikawa imebadilika lafuzi tu ikaepo, sasa hiyo inaonekana kilokole, ambayo inaonekana mtumishi kaokoka, mtumishi kaoka, lakini ma, na, mwili mwili hauakisi ile tabia ya Kristo ile tabia ya Kristo, sababu dunia ina mwenendo wake, ina mwenendo wake, dunia ina mwenendo wake. Ngoja nisome na Warumi, niko naisema hapa, nisome hapa Warumi 12 hapa.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 ya kumpendeza na ukamilifu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Sasa hapa anasema msifuatishe namna ya mataifa. Mataifa ni watu gani? Watu ambao hawajaokoka, ni watu ambao hawana mpango wa kumwishia Mungu. Sasa wenyewe wana, wana tamaduni zao, wanavaa wana zao, wanaongea zao, wanakunyoa kwao, tusifuatishe namna hizo. Shodongo, ulikuwa ni huo tu, ni kupongeza, lakini pia jaribu kusema kwamba embu kuwa na msingi huo ulio imara, hata kama kanisa lenyewe husika ambalo pengine utakalo kuwa umeingia linakuwa pengine halina utaratibu huu, embo yanza wewe kwa sababu kuokoka, unaweza ukaokokea mali popote, ndo uwaga msingi wa kwanza, ila kwenye malezi mtoto inategemeana amezaliwa chini ya mzazi gani. Mzazi mwenyewe akiwa yeye ni chakalamu, mtoto akiendelea ata kukua atakuwa chakalamu. Lakini katika Kristo Yesu, kwa kuwa tuna walimu wengi ambao katika Kristo Yesu wengine wametutangulia, basi mimi kiupande wangu naeniona, nilikuwa nasali kanisa jingine, lakini katika kumfuatilia mzee ambaye ndiye anaendelea sasa mbali kwa Mkepesile, baada ya kuyafahamu mambo kadha wakaza, nilianza kuyaishi nikiwa niko pale pale baadaye mpaka kuja kuwa sehemu ya malezi haya ya mzee wangu Mbarikiwa Mwakipesile. Lakini pia embu uwe na muda e, kila jioni au baada ya kazi uwe na muda wa kuomba, bila kuomba kila siku na kuhakikishia, hakuna kitakachobadilika wokovu uokovu. Ili uendelee kukua, uendelee kuwa imara, lazima uwe na maji ya kumwagiliwa na maji hayo sisi maji yetu ambayo kwa katika katika Kristo Yesu ni maombi. Maombi ndio chakula. Mti wowote ambao utakuwa ndio umepandikizwa mara ya kwanza usipokuwa unamwagiliwa mti utakufa. Na maombi pia ni kama maji. Mtu yoyote ambaye anakuwa amezaliwa upya katika Kristo Yesu akikosa maombi ya kila siku na kuhakikishia uwezo ukaushinda ulimwengu. Maandiko anasema iwe nani ile iliyokuwa ili, ili, ndani ya Kristo Yesu mwanzo Mungu. Sasa sisome maandiko ila utamuona Yesu kila siku alikuwa lazima awepo mahali fani akiwa anaomba. Nikusomea hapa maandiko tu kadhaa katika Luka 21 mstari wa 37 nasema hivi: basi kila mchana alikuwa akifundisha hekaluni na usiku uenda kulala katika mlima uyoitwao mizeituni. Kila siku alikuwa ni mtu mwenye maombi, anaenda kulala kwenye mlima wa mizeituni, ndipo ule wokovu uliweza kuumbika ndani yake. Huwezi ukashinda dhambi, vishawishi vya dunia bila maombi mengi, hata kama kanisa lenyewe pengine. Usika loko lookokea, alina maombi sana, alina mifungo sana. Mimi nikushauri blaza katika Kristo Yesu uwe na system hiyo, funga walau mara mbili kwa juma, jiwekea hata Jumatano na Jumapili na kuhakikishia, e, wokovu utaanza kuumbika ndani yako. Ingawa sisi wengine unayotuona katika kisa hicho, sisi hatufungi tena mara mbili kwa juma, sisi ni zaidi ya mara mbili kwa juma. Maandiko yanatuambia kwamba akulazimishaye kwenda maili moja nenda naye maili mbili. Hiyo ndo maana ya kuongozwa na Roho, kwenda zaidi ya sheria ilivyokuwa inaagiza. Hebu acha ni kuache kwa tafakari na hayo tu kwa machache, lakini pia nikutakia ne neema Kristo Yesu na ushindi katika safari uliyoanzisha ya kumwishia Kristo Yesu. Neema Kristo Yesu hiyo, pamoja na kinyuli nyuli kinyuli nyuli. Yeah, imba gospel music sasa hivi umeokoka. Umeokoka kuokoka, umeokoka, inawezekana umeokoka unanichanganya mimi na mimi yeah. Kwa kifupi nimeokoka, umeokoka. Kwa maana sasa umesema ulikuwa kwenye no dini ya Kiislamu, sasa hivi umekosa Mkristo, sio maana api, lakini dini ni zile zile na kule kule. Ni jibu tu wewe ulikuwa Muislamu, sasa hivi umekuwa Mkristo, yes.